Basi tumeshuhudia kwenye episode iliyopita, mtazamaji, shambulio ambalo si la kawaida, ambapo mimi na wewe tulikuwa tunaona kabisa ya kwamba Monetu Fu Hongxue kama asingelisaidiwa kwa staili hii basi ngoma ingekuwa imeishia hapo. Sasa hii imempa hasira zaidi, ameamua aingie mwenyewe kati kufanya kinachotakiwa, aangalia kitu anafanya. Tayari hata Mako chan mwenyewe alishaelewa ya kwamba kazi yake imeishia pale. Anamwambia Mako Chan. Sasa unataka kusema nini? Kitoa, ki, kifo chako kiko mikononi mara kainuka. Ina maana bado ukumbuki chochote? Hebu ngoja nikukumbushe kwanza. Kitu Chino alikuwa ni spy wangu, angeweza kukuua siku nyingi alikuwa, lakini alikuacha kwa muda. Unajua, miaka kumi na tano pembezoni mwa ziwa linaitwa sasa eh, akatokea mtoto mmoja akamshambulia yule nyoka. Maana yake ni kwamba alimsaidia chui huyo. Yule nyoka akakimbia, yule mtoto akaenda kumsaidia chui na pale, ili akimbie nyumbani akiwa salama. Uko salama? Niko salama, asante. Jina lako nani? Ndio sasa nakumbushwa ile siku kwamba huyo unayemwona hapo ndio yule binti yule yemsaidia na We Marco Chan. Chan ni nani chao ta? Sasa ikiwa basi unaweza kumfanya huyu akawa salama. Mimi nitakusamehe. Anachotaka ni Chinon apate kuwa hai. Akamwambia hii ni dawa ambayo ukimpatia atakuwa salama. Baada ya kumpatia akakimbia. Sasa angalia, mimi huyu jamaa naye ananishangaza. Amekuwa na kisasi ndani ya moyo wake kwa miaka mingi sana. Na hata baada ya kuumia akutaka kustop alikuwa anaendelea kumtafuta Makochan. Sasa kampata Makochan, mimi nikadhani kazi ndo anaimaliza. Maana wamekutana wakiwa pamoja tu wako wawili. Lakini cha ajabu amemwacha tena. Alikuwa anasema hakuna kitakachomzuia mpaka ampate Makochan. Sasa imekuwa vipi tena? Vipi unajisikiaje? Anasema ah, bana nina majeraha kidogo uh, tu nikipata kidogo kama msaada nitakaa sawa. Haya, kunywa maji. basi basi. <tip> Fansia anaketi hapo, anapiga magoti yake kumwomba mana yake mapito anayoyapita sio ya kawaida, anataka basi angalau mako chana, awe mm. Sasa jamaa kusema mambo ya ma kumqinda, ta... anasema mimi nikitaka naweza kumfanya yoyote chochote, nani mwingine atakaye niweza mimi? Lakini ubibi aliamua kuona kama kuna umuhimu uwa kumuomba munguwaiuae kama sio tukio ambalo lilitokea miaka 20 iliyopita, pengine leo tungekuwa tunaishi maisha ya amani bila kuogopa chochote kini. Ukiwa unamaanisha nini kusema hivyo? Ina maana hujuti chochote? Sijuti. Una maana gani? E, katika vitu ambavyo navijutia kabisa ni kwa nini nilimwacha huyo mtoto tena mtoto wake wa kapo akazaliwa. Naona anavyonisikia lakini nasemaje mimi, mambo changu lazima nitahakikisha yote haya yatafika, yahitimishwe. Yeye mwenyewe ni kwamba kumbe bado anataka kummaliza furaha. Maskini ya Mungu binti yake ndio huyo, anazurura huko sahivi maisha ana kabisa, anatembea tembea kila upande, lakini alipopita katikati huko katika, katika jamwa, akaona kipande cha nguo na alitambua kwamba ili i. Sasa alishahisi pengine basi baba yake anaweza akawa hayuko mbali, atakuwa eneo la jirani, haraka haraka, lakini bado angalau nina kitu cha chaua Subiri mpaka tutakapojenga tena kasiri yetu upya, basi kila kitu kizuri katika hii dunia kitakuwa salama. Anasema anasema, lakini naona sio mbaya, hatujachelewa sana. Unakumbuka unakumbuka, nilikupa nilikupa hii ni kama kama zawadi, siku siku moja usiku. Kumbe unakumbuka hadi siku, bado ulionipatia. Akasema wala usiseme sana jinsi ulivyo mrembo, ilikuwa inakupendeza na mtu mrembo kama wewe ni wsunge nitoasesaaaka ya usipate shida kuhusiana na mimi. Wakati ule nilikuwa naogopa kukupoteza, na sasa hivi naogopa, kuna hatari nyingi mbele yako. Akamwambia basi, nimekuelewa. Hata na mimi pia nilikuwa naogopa sana, sasa nilikuwa na wasiwasi wasi, labda pengine jambo bali inaweza kutokea. Wala usijali, kwa kuwa uko na mimi, tutasafiri salama sasa hii nakupatia, utaendelea kukaa nayo. Akamwambia mi niko na wewe tu, wala usiogope, niko na wewe pamoja, tutaendelea kuwa pamoja. Aye, binti naye ndo huyo anasogea taratibu, hali yake si nzuri, ameshachoka ametembea umbali mrefu, hana farasi. Basi huyo taratibu anajisogea sundi d i anasema silaha zote, miaka ishirini iliyopita ambazo zilitumika na wanajeshi wetu, mimi ndio nilikuwa nazitengeneza. Nilikuwa nahakikisha kwamba kila silaha ina ncha ya hapo kuwa, kuna mshale pamoja na inaitwa tena upinde. Sasa anasema unaona kuwa na silaha ni muhimu, kuna namna silaha ikiwa ina ncha kali, hata sauti inayotoka baada ya kushambulia Sema, aa, sawa kabisa. Labda hii itatusaidia tu kwenye mawindo eh? Kidogo binti akaingia mpaka pale, kufika pale, anamkuta baba, baba yake alishangaa sana, hakudhani kama basi binti yake bado yuko pale. Wanakumbatiana baba na mwana, wamekumbatiana wamefurahi sana kukutana tena na mtoto. Anamwambia baba, mimi nilifikiria sintaka nikuone tena, nakumbuka mara walipotezana kwa sababu ya ile vita ambayo ilikuwa inaendelea. Ile sio vita ya kawaida, ilikuwa ni vita kubwa sana, palikuwa na machafuko makubwa sana pale. Sasa basi, huku Fuongshu, kwa sababu alikuwa ameachwa na ile dawa ambayo, basi inasemekana, ndio itakayoweza kumsaidia huyo binti e, ameamua afanye kila kinachowezekana. I see, sikia, nikwambie, kuna e, swala la ile, ile sumu ambayo inakusumbua wewe. Hebu niambie sasa hivi, vipi inaendelea? Jamaa akamwambia, hebu achana na mambo mengi sasa hivi, tuangalie kwanza mambo muhimu ambayo yanatusibu hayo mambo mengine yote achana nayo. kanza taizinjili soju de anamwambia, si sikutegemea kama nitakuwa salama bila ya msaada wako pengine isingekuwa hivi. Kwa nini unanitazama namna hiyo? Siku zote kumbe nilikuwa karibu na wewe. Lakini kwa nini siku ile ulifanya vile? Anamwambia kufanya nini? Unajua nilitaka kila mtu ajue kwamba wewe ni member wa Demon Section. Nilitaka pia niju, watu wajue kwamba Ma Kongqun amemchagua adui kumuua mwanae. Mimi nilikuwa tu ni mwanamke ambaye anafanya kazi kwake na unajua maisha yangu jinsi gani. Hakuna mtu angeweza kuniamini kirahisi. Kwa hiyo basi nilitafuta njia ya kuthibitisha hilo. Ndio maana nikakutilia hili. Nilitaka watu waone sura yako, wakujue wewe halisi ni nani. Ah, basi lakini siulifanikiwa. Watu wengi walikuwa pale wamekuja kuni maana yake ulifanikiwa eh? Kwa nini basi ulifanya hivyo? Mara nyingi anasema, nakumbuka ulishawahi kuniomba katika maisha yetu eh, vyovyote vile itakavyokuwa, tutaendelea kufanyiana yale tutakayokumbuka. Hii uliniambia tukiwa watoto katika eneo la ziwa, anasema uliponisaidia, eh, kupona kutokuumwa na nyoka basi nilichojua mimi ni kwamba wewe ndio mwokozi wangu, so kwa hiyo na maana vitu vyote ambavyo umekuwa ukinifanyia mimi mimi mimi ulikuwa unafanya kama kunilipa kwa wema niliyokutendea. Sasa nisikilize kwa kwa ni si kwa wema wema sasa sasa nisikilize kwa makini, sihitaji kulipwa kwa wema niliyotenda. Akasema hebu niangalie kwa umakini kwa, kuanzia ni popote pale utakapoenda mimi nitakufuata akamwambia umeku kii nafikiri nilikusaidia miaka 15 iliyopita. Lakini na wewe pia umeniokoa mara kadhaa. Sasa wewe umelipa deni langu na mimi nimelipa deni lako, inatosha. Akwambia, hakuna haja ya kusema inatosha, yo, yo. Nilisha kuambia tena mii siondoki, siendi popote

Basi Fenxini akasema mi, nimejifunza vitu vingi kuhusiana na tiba. Hebu mm. Hacha nikupime kidogo, nijue unaendeleaje. Niambie, niambie Fenxini huyu vipi? Naona kama atakuwa ana shida kidogo e, kwenye figo zake tena ah. Hebu kula vizuri kula vizuri ukae sawa mm. Basi ikawa sasa, stori zinaendelea pale. eh, unasema inaonekana baba yako eh, hivi alivyo na hasira aliyonayo, nafikiri pia ilikuwa inatokana pia na kutojua uko wapi. Hebu niambia pia, usiku ulipolala, kuna mtu ulikuwa unamtaja sana kwenye ndoto.

bado hata we ujawa na uhakika juu ya maamuzi yako, akamuuliza, kivipi shimo? Kwani unataka kusema nini? Ioomelei hivi, mara yako ya mwisho kuziona siku zako ilikuwa lini? Mbona ghafla unaniuliza kitu kama hicho? Ni, unajua, nikikuangalia hivi na kuona kabisa wewe ni mjamzito. Ina maana hujanielewa tu. Sasa, huyu binti hajawahi kumjua mwanaume mwingine zaidi ya Master Fu Hongxue, huyu mtoto ni wa kwake, si ndio eh? Binti akaanza kufikiria kama sasa ana mimba ya Fu Hongxue na anataka kumua hiyo, sasa inakuwa imekaaje? Kwanza hizi habari zikamshukua, nini tatizo eh? Binti akachukua anataka kujiua. Ah, huyu sema huyu wini akamuliza, oh, nafanya nini wewe wewe unafanya nini? Eh, basi akamnyang'anya. Anasema mimi bora heri nisiishi tena. Wewe mafaleni, una kichaa. Eh, wewe uko nafikiria nini paka ukachukua hatua? Talibiao minga shi. Ni hao zhe xiang mingbai le bu yao zhe ge haizi. Fazi you de shi. Ni bi zhe mei xiao xiang ma? Fazi you de shi. Akasema nadhani kwamba hiyo ndio, huo ndio ufumbuzi. Ufumbuzi haiwezi kuwa huo. Kuna njia nyingine. Bado sasa binti anataka ku. Ebu acha usifanye vitu vya kipumbavu bwana. Tafadhali acha kufanya vitu vya kipumbavu. Eh, maskini ya Mungu, yini alimshtua kwa sababu, unajua tena watu wazima wanakuaga, naangalia mabinti tu namna hii anakuambia wewe. Sasa binti tayari alikuwa katika hali mbaya, na basi mtaalamu wa mambo akawa tayari ameshaelewa kila kitu, na mimba hii ni ya fuho. Yaani kama kama ni afuwa. akasema sikia, najua humtaki humtaki wewe, Lakini kama humtaki huyo mtoto huna haja ya kujidhuru wewe. Mwili wako kwa sasa hauna nguvu. Sijui nini hata ulichopitia, lakini nataka nikwambie hivi, umeshasahau kuna dawa ziko dawa, naweza nikupa. Kama ikiwa humhitaji huyo mtoto, basi kuna dawa ambayo unaweza nikupa ukatoa hiyo hiyo mimba. Eh, na hiyo mimba itaondoka wala hutaikumbuka tena. Kama basi unataka hivyo, usijidhuru wewe. Akamuuliza, unasema ukweli kabisa? yinia yinia. Akamwambia haya basi. Wakakumbuka haya mambo hayo, mtazamaji eh, alikuwa anampenda sana master Fu, lakini ghafla sasa hampendi tena, na hata alipojua kwamba tumbo lake limebeba mtoto wake, basi anataka kujiua hata. Eh, ni hatari sana hii. Haya, tafadhali nakumbusha umuhimu wa wewe kusubscribe kwenye YouTube channel yetu hapa. Kama haujawahi kusubscribe, tafadhali mtazamaji, ebu subscribe, na vile vile, kama unahitaji kununua YouTube channel kutoka hapa kwetu sisi, tutakuuzia YouTube channel, tutakutangaza na kukupromote kwa mwezi mmoja, watu waende kuangalia kwenye channel yako. Sisi tuna watu, kwa hiyo tunaweza tukakusaidia wewe kukupromote bure kwa mwezi mmoja. Babaka anamwambia vipi, mbona uko hivyo? Anasema baba, anajisikia tu vibaya hebu ngoja nikanywe maji. Kila muda binti alikuwa anajisikia kichefuchefu. Mzee, kama kaanza kupata. Mwanangu ana shida gani? akaanzamwananguing hamna kitu chochote bwana, hamna kitu. Nafikiri itakuwa ni typhoid, nitampatia dawa hmm.